Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, Saka Benjamin Kuzaga, amesema katika operation ya jeshi la polisi iliyokuwa ikiendesha katika kudhibiti uharifu mkoani humo, amesema jeshi hilo limefanikiwa kuwakamata baadhi ya watuhumiwa wa makosa mbalimbali, akiwemo Seva Siwingwa miaka 29 na Sara Siwingwa miaka 35, wote wakazi wa Uyore jijini Mbeya. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya nawashikilia watuhumiwa wawili, wote ni wanawake. Wa kwanza anaitwa Seva Simwinga miaka ishirini na tisa na wa pili ni Sara Simwinga yeye ana yeah, miaka 35. Hawa ni wafanyabiashara na ni wakazi wa Mponja maeneo ya Uyole jijini Mbeya, kwa na wanashikiliwa kwa tuhuma hizi ambazo wamesema za kukutwa na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi ambazo walikuwa wame- wanazisafirisha hizi dawa ambazo wamekamata nazo katika uchunguzi uh, wa awali kwenye vipimo ambavyo vimefanyika vimekutwa ni kilo 134. Watuhumiwa walikamatwa Mei tarehe 21 mwaka 2025, majira ya usiku katika operation maalum ambayo inaendelea kufanyika katika jiji letu la Mbeya pamoja na mkoa wa mzima kwa ujumla, na walikamatwa huko mtaa wa Mponja uliopo kata ya Uyole tarafa ya Iunga jijini Mbeya. Watumiwa walikutwa wakiwa watu na magunia manne na masanduku manne yaliyokuwa yamesheheni hizo dawa za kulevya aina ya bangi, na walikuwa wamehifadhi ndani ya nyumba wanamoishi. Kwa upande mwingine, jeshi la polisi limebainisha kuwakamata watu wawili ambao ni Bili Mtafya, miaka kumi na tisa, na Joseph Nyarusi, miaka ishirini na tano, kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilogram thelathini, wakisafirisha kwa kutumia mabasi ya abiria yanayofanya safari zake kwenda mbeya na dar jeshi la polisi kama kwenye operation wenyepreen Nimeweza kumshikilia mtu anaitwa bili wejenaitwab umri wa miaka 19 huyu ni fundi magari na ni mkazi wa katika la mbeya na vile amata mtu mwingine ambaye anaitwa nyarusi sarusmaka 5 huyu basi na ni mkazi wa Dodoma. wakiwa nao na dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilo 30. Watuhumiwa walikamatwa kati ya Mei 19 na ishirini katika operesheni inayoendelea, majira ya saa mbili za usiku katika kizuizi cha polisi kilichoko eneo la mpakani, yani kati mpaka e, ya mpaka wa Mbeya na Njombe. Na baada ya kukamatwa katika hiyo barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Njombe iliyoko katika maeneo yaliyoko katika wilaya hii ya Mbarali, watuhumiwa hao walikutwa wakiwa na mabegi manne na sanduku moja yakiwa yamefungwa na mifuko ya nailoni ndani yake. Sasa katika upekuzi, kulingana na taarifa tulizokuwa nazo sisi za wasili ambazo tulikuwa tumezipata tayari, walikutwa sasa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi, wakiwa wanazisafisha dawa hizo au mzigo huo katika mabasi ya abiria yenye namba za usajili namba T 683 ELK, aina ya Luton, mali ya ABC Upper Class na basi jingine ni T 385 EEU. Hii ni aina ya Yutong mali ya kampuni ya Shabib Class. Jeshi la polisi limetumia mkutano huo na waandishi wa habari kutoa wito kwa wananchi wanaojihusisha na biashara haramu za dawa za kulevya kuachana mara moja, kwani ni hatari kwa jamii. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na hii biashara ambayo ni biashara haramu ya dawa za kulevya kwamba wito wetu sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ni kwamba waache mara moja, kwa sababu haina nafasi katika jamii, na jeshi la polisi liko makini katika kukabiliana na hao wote ambao wanajihusisha na madawa ya kulevya, kwa sababu yanakwenda kuathiri eh, afya ya akili ya watu, na mwisho tunakosa nguvu kazi.